Kwa Neno asifiwe, mpendwa msikilizaji na mtazamaji wa channel yetu ya Butoke Media, karibu tena siku ya leo katika masomo yetu ya elimu ya kiungu. Tuombe. Asante Baba yetu mfalme wetu kwa ajili ya wakati huu, endelea kuwa nasi katika kujifunza kwetu, katuongoze katika jina la Yesu, tumeomba amina. Katika siku ya leo imani na maarifa jinsi vinavyotegemeana, lakini leo tutaangalia imani ipi au imani gani. Sehemu ya kwanza katika somo hili tutaangalia, ni kweli unaweza ukawa na imani? Je, imani yako ina ushahidi? Ni kweli unaweza ukawa na imani? Je, imani yako ni ya kweli kuhusu mambo fulani katika maisha ni imani ipi ulionayo, na hiyo imani ulionayo, je ni kweli? Kwa sababu wanadamu katika jamii tunayoishi wanaongozwa na imani, na hata mashuleni yote, mifumo falsafa zote zimejengwa katika kuamini kwamba hiki ni hiki na hiki ni hiki. Kwa hiyo hiyo ni imani. Sasa imani ipi? Sasa na imani ni nini hasa? Kwa sababu tunasema kwamba imani ndio inatusaidia sisi ku, kuwita ulimwengu au kuupa jina fulani ulimwengu au mazingira tunayoishi sisi kuyatazama katika sura ya kiimani. Hii imani inafanya kazi kubwa sana, na imani inaamua utendaji wako na maisha yako, na imani ulionayo inaamua ni jinsi gani umeweka vipaumbele vyako vya maisha pia. Kwa hiyo lazima uwe makini katika eneo hili la imani. Napozungumzia imani lazima pia nieleweke katika sura ambazo nitazungumzia, sura mbili za imani ambazo naweza nikawa nazungumzia. Duniani tunazo imani nyingi, lakini imani ipi? Kimsingi tunasema ya kwamba vitu vyote, vitu vitu vinavyoendelea katika akili yako, michakato ya akili yako, jinsi unavyotazama mambo tofauti na, na, na fikra ni imani, ni imani. Ni imani, michakato yote ya akili yako, michakato yote ya mitazamo juu ya ulimwengu na mitazamo juu ya vitu vinavyokuzunguka, hiyo ni imani ulionayo juu ya hivyo vitu. Lakini yako mauzui ya imani ulionayo ndiyo yanaamua ya kwamba imani yako ni ya kweli au ni ya uongo. Ili imani iwe ya ukweli, lazima iwasilishe uhalisia katika ukamilifu wake nachotaka kusema ya, ni nini au maana ya hiyo sentensi ni nini? Ni kwamba imani ili iwe ya kweli lazima iwakilishe au iwasilishe mauzui halisi au sahihi. Lakini mgogoro hauko hapo, mgogoro uko kwenye kutambua kwa ya kwamba haya mauzui au halisi ya huu ni sahihi. Kwa hiyo lazima uelewe kwamba imani uliyonayo ni imani ipi? Sasa katika kitabu cha Wakorinto la pili, fungu la 13. lakini kwa kuwa tuna roho ile ile ya imani, kama ilivyoandikwa naliamini, na kwa sababu hiyo nalinena, sisi nasi tuamini, na kwa sababu hiyo twanena Anasema hivi, lakini kwakuwa kwa ile roho ya imani, roho ile ile ya imani, anasema kama ilivyoandikwa, naliamini. Halafu baada ya kuamini anasema nini? na hiyo, kwa sababu hiyo nalinena. aruga nyingine, unaweza ukasema kwamba kutokana na imani aliyonayo inamfanya azungumze kitu fulani, awe na msimamo fulani, awe na namna fulani ya maisha, awe na uchaguzi fulani wa kutenda, awe na uchaguzi fulani wa kunena, awe na namna fulani ya mazungumzo, awe na ujumbe fulani hasa alionao, na huo ujumbe ameukubali na yuko tayari kuishi sasa na ujumbe huo. Kwa hiyo kinachoamua ni aina ipi ya imani ulionayo. Pia hapa sasa, nataka kusema ni kwamba yako mauzui au content ya imani yako content of brief. Kwa hiyo ya content ni, ni, ni jinsi au yale mauzui ni jinsi ambavyo una imani yako inawasilisha uhalisia fulani katika namna fulani, au katika namna husika, hiyo ndio inaitwa content au mauzui ya imani yako. Sasa mauzui ya imani unawe, unaweza ukawa na mauzui ya aina moja katika imani, lakini kukawekwa na mitazamo tofauti katika mauzui hayo, na tayari mkiwa na mitazamo tofauti katika mauzui hayo, basi hiyo sio imani moja tena, ni imani mbili tofauti. Mfano, Wakristo wa, wana, wa, wa, wa, wa, wanaweza wakawa na mauzui ya namna moja au wanaweza wakawa na maandiko au Biblia ya namna moja lakini mitazamo yao au jinsi walivyoipokea e, mafundisho au ukweli huo wakapokea katika mitazamo tofauti au katika roho tofauti, hawa watu watatofautiana katika imani. Kwa hiyo unaishi kulingana na kiwango cha imani uliyonayo, na imani yako inaathiriwa na aina ya maarifa au kiwango cha maarifa ulichonacho. Sasa utajuaje kwamba hii imani uliyonayo ni ya kweli, na hivyo utawezaje kujiamini katika imani hiyo ulionayo? How can you be confident to what you believe? Unaweza ukawa na kujiamini kwa kiwango gani kutokana na imani ulionayo? Watu wengi wafia dini walikuwa na imani ambayo walikuwa tayari kufa. Utakuja kuiona hiyo ni aina gani ya imani. Katika imani, nitatumia lugha ya mkoroni kidogo, ili niweze kueleweka vizuri. Kuna kuamini kwamba, na kuamini katika. Kuamini katika au kuamini katika mm, au kuamini kwenye na kuamini kwamba. Hizo ni sentesi mbili tofauti. Naomba nieleweke hivi. Ushahidi ni jambo pekee sana linatusaidia kufikia ukweli. Endapo hatuna njia rahisi ya kufikia ukweli, tunatumia ushahidi. Ushahidi ni zile aspekti au ni vitu vyote vilivyopo ulimwenguni ambavyo vinasaidia kufunua kitu kingine au kufunua uhalisia wa jambo fulani. Kwa hiyo huu ushahidi ndio unaweza pia ukatusaidia kutambua kwamba imani yangu ni ya kweli au sio ya kweli. Lakini pia lazima tutambue ya kwamba ili nijue kwamba huu ushahidi ni wa kweli lazima nijue chanzo cha ushahidi. Je, ni chanzo sahihi? Na usahihi wa hicho chanzo unatokana na kwamba kadiri chanzo kinavyotoa taarifa sahihi, kadiri hizi taarifa zinavyothibitika, kadiri zinavyozidi kuwa na uhalisia katika jamii au zinavyozidi kutoa picha halisi au ya kweli, hiki chanzo kinakuwa ni chanzo kinachoaminiwa. Kwa hiyo ushahidi lazima utoe katika chanzo kinachoaminiwa. Ushahidi wa imani ya Wakristo wengi ni ushahidi wa kimaandiko. Je, maandiko ni ya kuaminiwa? Hiyo ni swali la kujiuliza. Hivyo hivyo kwa Mwislamu, Mwislamu anaamini katika Korani, lakini korani hiyo anayoiamini e, katika maandishi yao ya Korani, je yanatoa katika chanzo sahihi? Na ukiona hayatoa katika chanzo sahihi, imani hiyo ni ya uongo. Kwa hiyo lazima uwe makini katika imani ipi ulionayo na uchaguzi upi wa kiimani ulionao, ili uweze kusimama na kutetea aina ya imani ulionayo. Katika kitabu cha Yohana ile sura ya kumi na nne nasema fungu la kwanza Yesu Kristo aliwaambia wanafunzi ya kwamba mnamwamini Mungu, ms msifadhike moyoni mwenu alisema, msifadhike moyoni mwenu mnamwamini Mungu ni aminini na mimi. Katika lugha ya Kiingereza au lugha ya mkoloni, yeye anasema kwamba you believe in God. You believe in. Kwa hiyo hapo kuna sentensi mbili za, za kikoloni za ki katika lugha ya mkoloni nasema believe in, na believe that, kuamini katika na kuamini kwamba. Ku believe in ni kuwa na, na, na, na, na taarifa juu ya Mungu na kujenga uaminifu kwa Mungu. Naweza nikasema kwamba it is, it is believe, believing that and a trust in it, kwamba ni kuamini kwamba, lakini na kujenga uaminifu au kuweka utegemezi, kujiachia katika eneo hilo. kwa kama nikiamini katika Mungu au nikiamini katika Yesu, tafsiri yake nini? Tafsiri yake ni kwamba ninaamini na kujiachia na kujenga utegemezi na kuishi kutokana na ahadi za Mungu. Hapo ninaamini katika Mungu, hivyo kunaambatana na utii wa kile ambacho ninakiamini. Lakini napozungumzia ninaamini kwamba, ninaweza nikawa naamini kwamba ninaamini kwamba mbili jumlisha mbili ni nne, hapo ninaamini kwamba, lakini ninaamini kwamba kuna Mungu. Hata wapagani wanaamini kwamba kuna Mungu, wanaamini kwamba Mungu yupo, lakini hawaamini katika Mungu kwa maana ya kwamba hawajajenga utegemezi wao, hawajajiachia na kusinzia mikononi mwa Mungu, hawajajiachia na kuishi sasa na pendavyo Mungu, hawajajiachia na kuishi kutokana na ahadi za Mungu, hawajajiachia na kuishi kutokana na matakwa ya Mungu hao wanaamini kwamba ila hawaamini katika Mungu. Wanaamini tu kwamba kuna Mungu, ni taarifa. Wa wenzetu Waingereza wanasema ya kwamba it is propositional faith. ni imani ya, imani taarifa, imani kujua mambo, ni taarifa, ni imani ya taarifa. mi ninaamini kwamba Biblia inasema hivi lakini siamini katika Biblia au siamini na kuishi kulingana na kanuni za Biblia, hapo ninakuwa nina imani taarifa, imani ambayo haina nguvu, bado inapungua sana. Je, imani ipi? Kwa hiyo chanzo cha imani yako au ushahidi, chanzo cha ushahidi kitaamua ni aina ipi ya imani ulionayo. Lazima uangalie katika chanzo unachotoa taarifa zako. Kwa hiyo kadi, chanzo chako kitakavyokuwa kinakupatia taarifa sahihi, taarifa zenye uhalisia, hicho chanzo ni cha kuaminiwa. Tutaona je ni chanzo kipi kiaminiwe, ni chanzo kipi chenye mamlaka ya juu sana cha kuaminiwa? Ukweli tutaupata kadri tunavyokuwa tunajifunza. Sasa linapokuja katika eneo hili, lazima tujikite kutambua ya kwamba wale watu wanaoamini ya kwamba kuna Mungu lakini hawaamini katika Mungu, maisha yao ni tofauti na watu wanaoamini ya kwamba Mungu yupo, lakini pia wanaishi na kutegemea ahadi na uwezo wa Mungu. Ni watu wawili tofauti. Hata mimi naweza nikaamini, nikaamini ya kwamba Ninaweza nikaamini ya kwamba Mungu yupo, lakini nisipoamini katika Mungu maisha yangu yatakuwa ni tofauti na mtu mwingine. Kwa hiyo tunaishi kulingana na aina ya imani tuliyonayo juu ya mambo, juu ya Mungu na juu ya mazingira tuliyonayo. Na hivyo tutakuja tuone dini ni nini, kwa sababu dini ni jitihada ya mwanadamu ya kutafuta kukidhi upungufu katika roho yake, upungufu hitaji la moyo wake, hasa katika maisha yake. Kwa hiyo anataf... ni njia ambayo mwanadamu amekuwa nayo ya kutafuta nguvu zilizoko nje ya, ya, ya mazingira anayoyatazama, nguvu iliyoko nje ya uwezo wake, nguvu ambayo ni tofauti na mwanadamu tunasema kwamba anatafuta nguvu nyingine kwa ajili ya kutawala mazingira aliyonayo. Kwa nini? Kwa sababu mazingira aliyonayo ameshindwa kuyatawala, anajitahidi sana lakini anashindwa, na hapo ndipo tunakuja katika mfumo wa imani. Dini zote mifumo yote ya elimu imejenga falsafa zote kutokana na kwamba kuna kitu wanakitafuta, na kwa sababu hiyo lazima uangalie ni imani ipi au ni mfumo upi wa imani ulionayo. Je, ni imani ya kweli au ni imani ya uongo? Lazima uangalie katika chanzo cha ka ushahidi wa imani yako. Je, imani yako ni reasonable? Je, imani yako ina sababu za msingi? Lazima ujue endapo imani yako ina sababu za msingi. Wengine wanasema kwamba maarifa is a ni, ni, ni, ni ukweli ni, ni ukweli ulioaminiwa. Kwa hiyo lazima uwe ni imani ili mini, ni, ni taarifa zilizoaminiwa taarifa zilizoaminiwa zinafanya maarifa. Bwana akubariki sana, ninajua tutaendelea kujifunza wakati mwingine katika eneo hili la imani ipi Sehemu ya pili tutajua ni imani um, ipi ninapaswa kuwa nayo katika maisha yangu. Tuombe. Asante Baba wetu kwa kuwa unatupenda na utaendelea kutufundisha. Uongoze sasa na ukawe nasi kwa kipindi kingine kijacho, wakati mwingine tutakapokutana, ili tukalitukuze jina lako. Kwa jina la Yesu tumeomba, amina. Bwana akubariki na uwe na siku njema.